Samu kutoka maeneo mbalimbali humu nchini linalilia haki baada ya kutapeliwa maelfu ya pesa kwenye mpango wa kugharamia safari ya Hajj na Umrah katika mji mtakatifu wa Makkah. Na waathiriwa wanadai kuwa Imamu Ustadh Omar Athman, wa msikiti wa Ihsan mjini Malindi, kaunti ya Kilifi, aliwaahidi kuwapeleka kuhiji, lakini ahadi hiyo ikawa ndoto baada ya mtuhumiwa kutoweka na pesa zao yangu mimi intake yangu hiyo ingia kwenye tiktok kule kwenye tiktok sasa fanya dawa mulemule ndani mule washike watu dawa haitaki msikitini tena bwana nani anaekuja msikitini matumaini ya safari takatifu ya kwenda hija yaligeuka kuwa karaha kwa mariam juma na wenzake saba kulingana nao walimwamini imam omar athman wa msikiti wa Ihsan mjini malindi kaunti ya kilifi kuwa wakala ambaye angewapeleka Makkah lakini ndoto yao ilizimwa walipogundua kuwa aliwalaghai maelfu ya pesa. Tumekaa Ramadhani, tumefunga wiki ya pili, ndio twaingia wiki ya tatu. Ah, sasa tunaondoka lini? Hatuna habari, hatujui tunatakiwa nini. Mambo yamebadilika, maka hatujui ni shindano gani zinatakiwa. Mbona hatujibu simu? Hapi, achukui simu hachukui. Ah aidha maria mohammed ahmed anadai alitumia shilingi laki tatu na alfu sitini rafiki yake barke atieno abdala ambaye ndiye aliyemtambulisha kwa imamu huyo pia alilaghaiwa shilingi laki sita alfu arobaini kupitia benki sasa fidia yake ni kulisha maskini anasema alipiga ripoti katika kituo cha polisi cha lang'ata na kumsaka dada yake imamu huyo hadi malindi na mpaka kwao nyumbani, nikamwambia mimi nimekuja na amani. Sikumpata, alijificha. Dadake ndio nikampata, nikamwambia mimi nimekuja na amani, jamani, nirudishieni pesa zangu. Dadake akasema kwani uliamba utarudisha wewe? Mbona unazungumza mambo mengi sana hivi? Nikamwambia mimi sijazungumza mambo mengi, nimekuja kwenu mimi, nataka pesa zangu mimi. Niko hapa katikati ya nyumba yenu, mimi sitaki vita, niko peke yangu, sina chochote, nataka pesa zangu. Hussein Hassan Ali Omar kutoka Nakuru pia alitapeliwa baada ya kuwekeza naye katika biashara ya kusaidia Waislamu kutimiza Umra. Will, will hadi sasa simu ya Imam Omar imezimwa. Waathiriwa wakisema wamesalia kukadiria hasara kubwa kifedha, huku wakitaka haki.